Moja ya vitu ambavyo mwanamme afai kumpa mwanamke bure mm. ni attention, yaani ile kumfocus na kuweka akili yako kwake kwa dakika hiyo. mm. Wanaume hivi vitu tunatoa mm. bure tu. Yani unagawa tatizo. Wanaume hivi vitu hawa tunatoa bure, dada tu anakatiza mm. hata ujui anakaa bure hati mm. au labda ni jini limetoka baharini limeamua tu kugeuka kuwa mtu, linatembea barabarani mm. Hey, dada umedamshi. Yani ni mwanamume loose tu kichwani. Yeah. Don't run around unavalidate wanawake ovyo validation na attention ni vitu ambavyo unampa mwanamke specific. Mm. So kila mwanamume mwanamke ukimkuta akapendeza unakenua meno, labda umependeza. Yaani, yaani namaanisha wewe ni mwanamume low value. Mm. Hata kama una magari, una magorofa, unajua kuna watu wengine wana hela alafu ni lose. Kabisa. Unakuta mtu ni tajiri alafu ni lose. Anatoa attention ovyo tu kwa wanawake. Hey, eh, you look smart. You look cute. Mm. Even ni vitu very expensive. Ndio vinamdefine mwanamume kuwa high value. Unatoa kwa mwanamke anayestahili. Mm. Give credit where credit is due. So dada tu kapita, eh, dada perfume yako nzuri, yani unashoboka tu mwanamume lose lose. Ndio maana hata wanawake wanawapeleka puto wanawakimbiza kimbiza. Mm. Because yani me, ama miziki na matamthilia amewafeminize. Mm. Unashoboka unafikiri labda ukimwambia hivyo atakuonea huruma akupe namba. Mm. Mtazamaji, anza kana uliza hapa, bwana Roy, kwani kumsifia mwanamke ni dhambi? It's wrong. You don't give them for free. Wetoko umevaa hiyo t-shirt yako huko ulikotoka, paka wangapi wamekwambia kwamba umependeza? Ah, haya bwana.